Tunasema haki ya kuchagua tarehe 29 usituingilie yetu. Wewe kama hutaki kuchagua, umeamua hutaki, kaa ndani kwa lazima, lakini useme we utatoka ukafanya nani? Jana asikia Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan amesema, nchi hii ina Amiri Jeshi Mkuu. Amiri Jeshi Mkuu ni yeye ina rais na Amiri Jeshi Mkuu. Nendeni mkapige kura tarehe 29. Mimi naomba Tanzania wote wa Morogoro na wengi wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu ameshakuhakikishia, twendeni mkapige kura tarehe 29. Wenye kauli za ajabu ajabu kupisha roho. Morogoro na kushukuru jaribu sasa, amesema tulikuwa na jambo la wakulima na wafugaji lilitutesa kweli kulile jambo lilikuwa linatengenezwa kwa makusudi, kwa sababu ukiona pana mgogoro huyo, kuna watu wananufaika kwenye mgogoro. Hakuna mgogoro ambao watu hawanufaiki, lazima wananufaika. Hata basi atanufaika mwenye kutengeneza silaha, atanufaika mwenye kutengeneza majeneza. Kweli si kweli? Lazima atanufaika mwenye kuuza sana. Hebu tuambieni ukweli kabisa Mi kazi yangu nauza sanda, natengeneza majeneza. Nimesikia hapo, sijui Mikese kimenuka ajali, watu mia wamekufa, na kasirika na fulani ndani ya nafsi, poleni sana, uchumi masla mtu anakuja anatutengenezea jambo. Hiyo mada yangu ya tatu, ili ni wapi hili jambo la amani na uchaguzi. Ili sisi Tanzania uchaguzi tunafanya mara ngapi? Uchaguzi wa kwanza sitini na tano, sabini, sabini na tano, themanini, themanini na tano, tisini, tisini na tano, elfu mbili, elfu mbili na tano, elfu mbili na kumi, elfu mbili na kumi na tano, huu uchaguzi wa kumi na tano baada ya chaguzi miaka kumi na tatu miaka sitini leo ndo tunakuja kufundishana kwamba usichague sijui kutanuka sijui nini. Mi nakuombeni nimuzaguni, sisi watu wa Morogoro tunaitaka hiyo amani, tunaihitaji, kwa sababu sisi kwenye utaratibu wetu wa maisha sima watu wa kilima na lazima tutoke nje, na machafuko yanafanywa nje, na machafuko hayachagui sikwambie kwamba ukaa kumpigia mtu ukamuuliza we dini gani, machafuko hayachagui. Lakini utaratibu huu wa kutaka kuchafuliana hali ya hewa unatoka kwa nani na unaanza kwa nani na anaufanya kwa sababu gani? Kuna watu wanashabikia, umesema shari kwenye mitandao, matusi, hivi. Hao ni watu ambao tunawakemea kila siku wana tabia za kuiga mambo sio yetu. Sasa katika wakati kama huu, wakati wengine wakipanga mipango mibaya dhidi ya nchi yetu, kulivunja jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tunatakiwa tukatae, tukatae kwa sababu ni jambo ambalo halimpendezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La kuhatarisha maisha ya watu wengine au kusababisha watu kupata madhara ni haramu ima wewe mwenyewe au kumsababishia mtu mwingine. Sisi jamati mkoa wa Morogoro, tutaendelea kuelimisha waumini wote, kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kutafuta, kudumisha, kulinda amani miongoni mwa Watanzania wote.